Bunge azania bonanza ni bonanza ambalo linahusisha pande mbili za mashabiki wa Simba na mashabiki wa Yanga. Bonanza hili ni maono ya Bunge, management ya Bunge na mheshimiwa Spika, maono ya kuhakikisha kwamba Bunge linakuwa ni sehemu au kiungo cha kujenga mahusiano kati ya Bunge na taasisi mbalimbali mbali za serikali na taasisi binafsi, lakini tukitambua kabisa kwamba Bunge ni chombo cha wananchi, kwa kuna wakati ninahitaji kuhusianisha na wananchi. Bonanza hili limeitishwa mbali ya kujenga ushirikiano, lakini mnafahamu mwaka jana tulikuwa na kauli mbiu, utani wetu ndo umoja wetu, si ndio? Tumekuja kuleta utani wetu kwenye kwenye tasnia ya, ya, ya, ya, ya, ya michezo kuhakikisha pia tunadumisha umoja kwenye taifa letu na ndio maana kauli mbiu ya mwaka huu Uh, umoja wetu ni nguvu yetu. Kwa wanasimba na wanayanga, tunawakaribisheni sana sana sana kwenye viwanja hivi vya bunge kwa ajili ya kushirikiana na sisi pamoja na waheshimiwa wabunge kuelekea kwenye bonanza hili ambalo litafanyika tarehe thelathini na moja. Washiriki wa bonanza hili, washiriki wa kwanza ni wabunge pamoja na watumishi wa bunge wote watakuwepo kwenye bonanza hilo lakini washiriki ambao wengine tumewarika timu tumewarika timu mbalimbali tumewarika ndugu zetu wa vyuo mbalimbali hapa Dodoma. Tutumie nafasi hii ambao mnatusikiliza na mnatufuatilia pande zote za Dodoma na katikati au, au ulio karibu na Dodoma tunawakaribisha sana. Siku ya tarehe 31 matembezi yataanza chuo cha mipango saa kumi na mbili kamili tukitembea umbali wa kilomita 2.5 kuelekea viwanja vya John Merline sekondari pale Mihuji kwa ajili ya michezo mbalimbali. Kwa hiyo mashabiki, tunakaribisha, mwaka jana tulifanya kwa ukubwa wake na tunaamini mwaka huu tutavunja rekodi. Tutafanya ukubwa mara mbili ya hapo. Azania wamejipanga kweli kweli kuhakikisha kwamba watu uwanjani wanashiriki michezo vizuri kwa asilimia mia moja. Lakini pia wanapendeza. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, sana, sana, mashabiki wote. Kutakuwepo na michezo mbalimbali itakayofanyika pale uwanjani. Tutakuwa na mchezo wa mpira wa miguu kati ya Simba na Yanga. Mchezo huo timu zitakazoshiriki ni wabunge, watumishi pamoja na Benki ya Azania lakini vile vile tutakuwa na, na, na mchezo wa kukimbia na mchezo wa kuvuta kamba na mchezo wa pete ambao mnaitwa netball. Tutakuwa na mchezo wa volleyball, na mchezo wa kushindana kula na mchezo wa kufukuza kuku. Michezo iko mingi takriban michezo ishirini na moja. Benki ya Azania inaamini Michezo inaunganisha jamii, michezo inakuza afya katika jamii. Kwa hiyo Benki ya Azania itaendelea kushikamana na serikali na Bunge vile vile na wadau wote wa michezo ili kuendelea kukuza michezo katika nchi yetu. Makabidhiano haya ya leo ni sehemu kubwa ya maandalizi ya Azania Bunge Bonanza ambayo itafanyika tarehe 31 pale shule ya sekondari ya John Merline. Tunapenda kuwakaribisha wote tuwaandae, wabunge waheshimiwa, wabunge wafanyakazi wa bunge vilevile wa vile, wote mtakaoshiriki ambao ni mashabiki wa Simba na Yanga ambao mko pamoja nasi leo, wizara na taasisi zote ambazo zimeandaliwa wanafunzi na wananchi kwa ujumla tunawakaribisha sana muungane nasi katika Azania Bank Bunge Bonanza elfu mbili na ishirini na sita.